Kwa kuweza kurahisha maisha na kufanya mambo yako yawe rahisi. Kila wakati unahisi mwili ni mzito, unahisi unataka, uh, njia zako zifunguke, haujui ni kwa nini mambo yamekuwa mazito kwako, tafuta, uh, asali ya aina hii. Asali ambayo ni original. Hii asali niliipata li kwa mtu mmoja kutoka upande wa Eldoret. Yule mzee ni mzee mzuri mwenye upendo, alinitumia, alinipatia hizi asali mikebe miwili, na nashukuru Mungu kwa sababu ina uwezo sana. Ni asali ambayo ina uwezo sana, pesa nyingi sana. Hii asali kiasi hiki, pesa nyingi sana alafu ya pili tafuta chumvi ya mawe kama hii. Sasa utakuwa unaomba zaburi hizi, Zaburi 35 ni zaburi inayofanywa kwa vita, maombi ya vita Zaburi mia moja na tisa pia ni mzuri kwa ajili ya kulipisha kizazi sana sana. Kama unataka vitu ambavyo umetendewa virudi kwa maadui, unafanya hiyo zaburi, na 40 ni ya ulinzi 140, utaomba kwa ajili ya ulinzi 68, na zaburi mstari wa kwanza inaamsha Mungu na kumwacha Mungu asimame kwa nafasi yake. Alafu Zaburi 91 na Zaburi 21 zitakuwa ni mzuri sana kwa ajili ya defense, na kwa ajili ya ulinzi protection. Mungu akujalia wa wakati unafanya sala zako, hizi zaburi mbili nimetaja, ziwe za mwisho, itakusaidia kila wakati. Chukua chumvi vijiko vitatu na asali vijiko vitatu, ongeza kwa maji yako ya kuoga. Hayo maji yafanye kuwa ma, ma, joto kidogo, yani yawe uom, yawe kidogo uondoe baridi ndani alafu uchanganye uombe uwe ukioga maji haya kila wakati unaweza kuamua kufanya asubuhi na kufanya jioni unapotoka na unapoenda kulala Mungu akusaidie utaona itakufungulia mwili utakuwa mepesi wale mlio katika matatizo ya afya unasikia vitu vinatembea kwa mwili unasikia mwili ni mzito unakuwa na discomfort unakuwa na mambo mengi ambayo yanahusu afya hilo litakusaidia pakubwa pia katika ulimwengu wa roho mambo ambayo yamezuia sana mambo negative ambayo yanazuia. Kwa kufanya hivyo, itakusaidia sana kufanya mambo yako yawe mepesi na njia zako zifunguke kwa haraka. Kwa hivyo wapendwa, nashukuru Mungu kwa ajili yenu. Hii ni video yenu kila wakati. Kwa siku kadhaa wa kadhaa unaweza kuengage katika jambo hili na utaona mabadiliko sana, upande wa pesa, upande wa maisha, biashara zako, utaona mambo yakienda vizuri. Chumvi ya mawe ya bahari uchanganye na asali. Wengine ambao mmejaliwa sana, hamuna asali, mnaweza pata maziwa meupe yanayotoka kwa ng'ombe yale maziwa ukichanganya hapa, itakuwa ni muhimu sana. Hilo litakufungua zaidi kuliko hata kung'ang'ana mambo mengi. Sasa uh, hizi video mnaweza kukazi practice. Mtu anaweza kuuliza mpaka lini? kwa maisha yako unaoganga mpaka lini? ni kitu ya kuoga, si unaoga kila siku? Hii inaitwa spiritual bath. Unaoga, lakini unaoga ukiwa na malengo, unaoga ukiwa na target, ndio maana nakupatia vida hivi sasa, vile huwa unaoga na hauogi kwa siku moja alafu kaachana nayo. Hivyo ndivyo unaweza geuza maisha yako, iwe hivyo kila wakati mpaka uone mabadiliko, na mabadiliko ya kija kwa sababu ulikuwa unaoga hivyo na kuomba Mungu. Unabidi ulinde hayo mabadiliko kwa kuendelea kufanya hivyo na kuendelea kuomba Mungu. si ubarikiwa, mwanangu. Nimeweka video iliyopita ya hitaji, na ninaona watu wengi hawa hawashughuliki Ninaomba Mungu awasaidie na waguse, wale ambao mnaweza nitumia chochote hapa Kenya kwa Mpesa, Tanzania, nimeona mtu ameongea pale, lakini hakuna mtu amejibu. Naomba mjibu ili muweze, kuna mtu hapo amepata mzigo pale, kuna mwingine hata hapa Kenya wameshaanza kunitumia. Naomba ufanye hivyo, nitumie mzigo kwa mbego yangu nione vile nitafanya. Mama huyo hapo mzige kwa mani harusi unajua maandiko yanasema afadhali kwenda nyumba ya matanga kuliko kwenda nyumba ya harusi. Kwa hivyo wale ambao mnaweza simama, Mungu wabariki, wale mnaguza wa chochote, Bwana wabariki na wawezeshe. Hiyo video nilituma hapo, kuna namba za kutuma hapo. Kwa hivyo Mungu akujalie unaporusha hapo. Asante Bwana kubariki, tukutane kwa video itakayokuja. Amen.